Uwe vipi, tarehe moja mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na tano saa kumi na mbili na dakika hamsini jioni ulikuwa wapi? Jamani, sigekuwa nyumbani kwangu. Una uhakika mteja wa mwisho amelipia Kivulini Restaurant, tarehe moja mwezi wa pili saa kumi na mbili na dakika hamsini za jioni ulikuwa wewe, ndipo upotevu ulipotokea? mm. mm. Unakuelezea? Jamani, ni ukweli, nimefanya muamala nikiwa nyumbani, nimeitoa chakula changu ni mbali pa kwa simu mm. Jamani, kuna simu naita mara tatu ipokelewe. Patie simu yake. Pokea. Weka loudspeaker tusikie. Naweka babangu. Halo, tunaongea na Azai Kijiwenongwa? AKA mama Shibai. Mwingine photocopy. Yaani ni humu tu. Tunapiga simu kutoka benki ya CRDB. Tunapenda kukujulisha kuwa miamala yako SimBanking imekupatia ushindi wa gari mpya aina ya Toyota Harrier. simbenki hey. <laughs> kidogo tu homo tu jamani, nimeshinda sim benki bwana. Ila, swaiba mambo yote yapo SimBanking yaani humu tu fanya miamala ujishindia ndinga kali sambamba na Tembo Points tembelea Play Store au App Store kupakua SimBanking app. au piga nyota 150, nyota 03 alama reli. Sasa, nani ameiba vijiko? Hii ngoma ngumu. Humu tu. CRDB Bank tunakusikiliza